Salim Kidedea, tuwakumbushe tu watazamaji wa viwanjani ya kwamba tulianza nje ya dimba hili la Benjamin Mkapa tukiwaonesha hali ilivyo nje alafu kisha tukafika uwanjani kwenye pichi kuonyesha mahali ambako wachezaji wale ishirini na mbili watazitafuta pointi tatu muhimu kabisa za leo hapa. Sasa tupo nje hapa kidogo katika viunga, ndani ya viunga vya Benjamin Mkapa, lakini nje kidogo ya pichi ile ambako sasa timu ya Azam TV ndio imekita uh, kambi ah, hapa, na nikwambie tu kwamba sasa hivi hapa unachokiona nyuma yangu huku kwenye kamera, timu ya Azam TV ndio inashuka hii hapa. Hawa ndio watu ambao leo hii wamepewa majukumu ya kuhakikisha ya kwamba mtazamaji wa Azam TV anapata burudani ya dabi ya Kariakoo. Hapo ndo wanashuka basi kubwa kabisa la Azam TV likiwashusha watu timu hii ya Azam TV. Huyu bwana anaitwa King ambaye ana majukumu ya kusimamia kuhakikisha mambo yote ya kiufundi uh, yanakwenda sawa kabisa. Huyu hapa, Otai, huyu hapa anatupita Otai, mtangazaji huyu kwa upande wa lugha ya Kiingereza naye ametoka Uganda, yupo hapa Tanzania kwa ajili ya NBC Premier League na hasa dabi ya Kariakoo. Yes. Hawa hapa ni timu ya Azam TV ikiendelea kushuka hapa Uh, katika viunga hivi vya dimba la Benjamin Mkapa. Yes, hawa ni sehemu tu ya watu ambao watatoa uhondo ama kusimamia ule uhondo wa burudani ya NBC uh, Premier League hapa Benjamin Mkapa. Sasa huyu hapa wenyewe <laughs> wamezoea kumwita Alwatan Ramadan Ngoda. Anajiita hivyo ameongeza uh, kitu pala Alwatan Ramadhan Ngoda mambo vipi? Safi kabisa. Kwanza nikupongeze kwa kitu gani? Ni kupongeze kwa kutambua eh, kitu ambacho kinaweka utofauti wa Ramadhani wengine na Alwatan Ramadhani Ngoda. Nikupongeze kwa hilo kwa sababu ya Alwatan hey, ni kutofautisha. Unajua, yani uh, kuna uwezekano ikawa mchele ni ule ule, mchele ni ule ule, lakini huu ukapikwa wali mweupe, ukapikwa pilau, ukapikwa biriani. Kwa hiyo kila namna ya upishi unatofautisha upishi huu na upishi mwingine kwa hiyo iyo aialitikometi mchele ni huo huo, basi iwe ndo iwe hili pilau biryani, wote tuite tu wali, haiwezekani. Kwa hiyo ukiweka Alwatan kuna tofauti hapo kwamba kwa Ramadhani wengine wajeuza, kama Ramadhani, <laughs> <laughs> mtotanga, kama uh, kusabuna, mimi Ramadhani. Lakini yule Alwatan mtotanga huyu sidhani kama nitaweza kumshinda, lakini tutashindana kwa sababu na mimi ni bingwa kwenye kuongea vile vile. Eh, mimi najisifia mwenye, kabla sijasifia nisema tu ya kwamba Ramadhani Ngoda ama Alwatan Ramadhani Ngoda ni yeye razi. Nimeanza na Ramadhani mm. Umesaisha, umesaisha, umesaisha, sawa <laughs> so, umezoea kumuona kwenye picha wakati mwingine lakini pia umezoea kumsikia, hatujui uh, Alwatan Ramadhan Ngoda yupo hapa kwa jukumu gani leo hii, Benjamin Mkapa bana, upo kwa jukumu gani hapo? Uh, jukumu ambalo nipo nalo leo ni la matangazo ya mchezo huu, kwa maana ya commentary. Kwa hiyo leo nipo kama commentator wa mechi hii ya dabi ya Kariakoo uh, kati ya Yanga na Simba dabi ambayo imepewa umaalumu, yani ina umaalumu wake kwa sababu ni dabi ambayo inakwenda kukamilisha msimu, lakini pia dabi ambayo inakwenda uh, kutuambia bingwa ni nani. Yaani matokeo yoyote yatakayojiri katika mechi hii yatakwenda kutuambia bingwa wa msimu huu ni nani. Unajua kuna, kuna namna ambavyo watu wanacheza mechi alafu hiyo mechi kuna matokeo ya sare ambayo inakuwa pengine labda huyu amefurahi na huyu amefurahi kwamba kila mtu kapata pointi moja, lakini haitakuwa mechi hii. Hii ni mechi ambayo yani sare, kuna mtu atacheka, kushinda mmoja, kuna mtu atacheka, kushinda mwingine, kuna mtu atacheka. Kwa hiyo hakuna matokeo ambayo yatakuwa yanasema yanawafurahisha wote au yanawakasirisha wote. Ni dabi ambayo ina, ina upekee wa namna yake, kama ambavyo eh, bodi ya ligi walivyosema kwamba ni dabi ambayo ina, ina, ina upekee na imeongezewa ladha na ukubwa basi ina upekee kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata mimi kwangu mimi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye utangazaji wa mechi ya leo ni lazima watu watarajie upekee wa namna yake katika mechi hii, yaani watamsikia Alwatani tofauti na ule ambayo wamezoea kumsikia kwenye mechi nyingine zote. Pengine tangu nimeanza kutangaza mpira hakuna mechi ambayo itakuwa na matangazo na comment ya kipekee kama hii ya dabi ya Kariakoo. Huyu ni Alwatani Ramadan Ngoda. Lakini Ngoda, wewe tunafahamu ya kwamba mechi hii awali ilipangwa Machi nane baadaye ikapangwa uh, tarehe kumi na tano ya mwezi huu Juni, na sasa hivi Juni ishirini eh, na tano. Na huko kote ulikuwa unapangwa wewe kuwa ndio mtangazaji wa hii mechi bila shaka yeyote. Machi nane ulijipanga vizuri kabisa, na ilivyosogezwa mbele, maana yake kwamba inawezekana kwamba kujipanga kule kuliongezeka zaidi. Tuambie sasa, kutoka Machi nane mpaka leo Juni ishirini eh, na tano, kwa namna ulivyojipanga ya, ya unajua, kila jambo lina, lina heri zake. Yani, kila jambo lina heri zake e, unaposema kwamba maandalizi umeyafanya kwa kiasi fulani, unajua wakati wakati ambao tuna e, tunaambiwa kwamba idbiachero Juni nane, hata takwimu za diara zilikuwa tofauti, takwimu za mpanzo zilikuwa tofauti, takwimu za pakome zilikuwa tofauti, takwimu za kagoma zilikuwa tofauti Juni nane, kwa sababu kwa kuna mechi nyingi hapa ee, zilikuwa hazijachezwa, lakini mpaka kufikia leo Juni 25 a maanake kuna vitu vingi vimeongezeka, clean sheet za za DR zimeongezeka, clean sheet za kamara zimeongezeka. Kwa hiyo hata mimi pia haiwezekani nikabakia pale pale kwenye maandalizi yangu ya tarehe nane kwamba nilipangwa kutangaza mechi tarehe nane ikaja ikawa tarehe kumi na tano ikaja ikaja leo tarehe 25, kwa hiyo ni lazima kuwe kuna upgrading ya, ya, ya maandalizi. Kwa hiyo ni, niwaambie ni, ni tu kwamba kila jambo huwa lina heri zake na Mwenyezi Mungu huwa ana, ana, ana, ana hekima zake kwenye kulifanya jambo lifanyike wakati gani. Kwa hiyo kama kila jambo na wakati wake, basi wakati wa hili ni huu hapa, na niwaambie hakuna ambacho kitapungua sana sana, vipo vingi ambavyo vitaongezeka. e, jinsi ambavyo tulijiandaa ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, preparation ambayo tulifanya ya, ya, ya tarehe nane, e, jinsi itakavyokuwa ilivyokuwa na itakavyokuwa leo tarehe 25, hakuna kitu kitakachopungua, badala yake vipo vingi sana ambavyo vitaongezeka, na burudani nitakuwa ni kubwa zaidi. Wewe watangazaji huwa mnapenda sana kutangaza magoli, unafikiri mechi ya leo itakuwa na magoli? Hakuna namna ambavyo, kila nikifumba macho nikifumbua sio ni magoli yani, yani nayaona magoli na nayaona magoli mazuri yakifungwa. Kwa hiyo watu wategemee, so mimi tu nategemea magoli, hata watu wategemee kushuhudia eh, magoli kwa jinsi ambavyo mechi ilivyo. Unajua ni mechi ambayo of course eh, kama nilivyokwambia ina vitu vingi sana ndani yake. E, ni mechi ambayo Simba anaamini kabisa kwamba mimi kitakachonipa ubingwa ni kushinda hii mechi. Hakuna kingine. Japo Yanga anaamini kwamba mimi ili kupata ubingwa, sare naweza nikapata ubingwa, lakini mwisho wa siku ni lazima atengeneze mazingira hata e, hayo matokeo ya sare nao pia aweze kupata. Lakini nimesikia kama walivyosema jana kwamba uh, wameandaliwa bonge moja la bonus wakishinda hii mechi. Kwa pamoja na kwamba wanataka ubingwa, lakini kuna hela nyingine ambazo wanazihitaji kwa kushinda hiyo mechi. Kwa hiyo, ni mechi ambayo of course itakuja kuwa ni nzuri, very interesting, entertaining lakini pia entertainment ambayo itapatikana kwenye pitch. Basi kutakuwa kuna uziada wa entertainment kwenye commentary ya leo. Asante. <laughs>